Riwaya ya Utengano, sura ya kwanza, sehemu ya pili. Kazija alimchukua mgeni wake mpaka chumbani. Uturi uliokuwa umehanikiza chumba ulilevya. Musa alijitupa kwenye sofa, mara akatiwa kisutu mkononi. kanga hii bwana, alimwambia, kwa sauti ya ulegevu, huku mikono ikimfungua vifungo vya shati. Tamaaki kafungwa kanga ya kiuno, kabaki na fulana tu kifuani. Kazija mara alitoka kuelekea ukumbini. muda si muda, Musa alikuwa amekaribishwa mezani. Kazija alikaa naye mgeni wake sako kwa bako. Vitambaa vya makawa yakafunguliwa, harufu tamu tamu zilimfanya Musa alambatie mate. Ili kuweko trea moja ya vitoweo, kuku wa kupaka wa mbano katika sahani yake, kuku wa kuchoma mwekundu kwa pilipili aliyorembwa nayo, kuku wa makshai aliyekaukia maini kidogo yamechemshwa kwa malimau na kurashiwa pilipili manga, mnofu wa samaki wa kukaanga, kamba wa kutokosa, na zaidi chane ya kuchachua kinywa. Hiyo ndiyo asusa ya dhifa hii. Tena kulikuwa na trea kwenye sahani ya kebabu, katlesi, kanchori na sambusa vijaza tumbo. Kazija alitayarisha pegi ya bia. Haya, na tuanze, alishawishi. Musa alipigwa na bumbuazi. Kila siku anapokuja kwa Kazija huwapo asusa za ulevi, lakini leo mambo yamezidi. Mbona gilasi moja tu? Aliuliza bumbuazi lilipokwisha mtoka. Wewe kunywa tu, mimi leo najiona sina ragba ya mkanja. Kazija hakujali gharama, alitupa chambo kwa tamaa ya kunasa samaki. Pesa zake zimekwisha rudi mara kumi na leo zikipotea haidhuru akili kichwani mwake, wacha muda upite. Hapo ukumbini madirisha ni matatu, mawili yameelekea barabarani, yote ni ya vioo vilivyozibwa kwa ndani kwa vitambaa vizito vya mapakupaku. Taa moja ya umeme kwenye kiango juu ya ukuta inamwaia anga watu hawa wawili, waliozama katika starehe za Kazija, kumlisha na kumnywesha mwenzake Musa, ambaye kwa sasa kwa sababu ya nishai anaporoja ovyo saa moja nzima ilipita. Mnamo saa tano na robo hivi, Kazija alimkokota Musa wake chumbani, yuchopi kalewa, analewalewa. Kitandani Musa aliendelea kuporoja, give give me shavu, alikokota sauti yake ya kilevi. Hebu mie huko usijitia wazimu, alikanusha Kazija huku akichekacheka. A, nani wewe Kazija? Alitogwa na uchungu wake wa kila siku. Nani yeye? Nani tena kama si mwanamke? Na yule pale ubavuni pake nani? Si mwanamme? Mwanamme! Elimu bora kwa mwanamme, kazi bora kwa mwanamme, haki zote mwanamme. Mwanamke ni nani mbele ya mwanamme? Ni pambo liloko ndani, pambo la mwanamme, ambalo alitazame apumbaye nalo, alishike ali nani? Mwanamke mtumwa. Nani kasema utumwa umeondoka? viumbe vya kupika na kupakua, kufua na kupiga pasi, kushika mimba na kuzaa, kuzaa kuzaa kuzaa kuzaa kama panya na kutawa na kutawishwa. Nafasi ya mwanamke bado haijatambuliwa. Nani mbwa wako hapa unaomwita? We Kazija alikuwa kapandwa na mori. Nani kama si wewe? Yamejiri vipi haya? Au ndo ulevi? Au umekusudia nakuita? Wee, ulevi au si ulevi? Mjinga huja akawa mwerevu na mwerevu akajutia werevu wake. Kazija alikuwa akifoka. Mwerevu nani mimi? Uh, mimi ndo mjinga, lakini nastahili heshima, na hiyo ndiyo maana ndiyo maana. Kazija aliona taabu kumalizia. Ndiyo maana hutaki? Kwa kwa kwa nini basi ukala pesa zangu? mpa mpaka leo kungalikuwa na jingine la kufanya bila kujitia hatiani ningalikufanya. Licha ya hilo, ulitakalo wewe sitofanya katu, sitofanya. Come on darling, alibembeleza kwa sauti yake nzito iliyojikokota. Hebu mi, usinipake mate ya kilevi leo. Sio leo tokea hapo. Kwani nini? Kwani lini? Leo ndio leo, asemaye kesho mwongo. Kazija aliwaza, shabaha yake alikoelekeza. Saa sita kasoro dakika tisa. Saa sita kamili haiko mbali hapo, ndipo itakapojiri bayana, atakapojua mbichi na mbivu, na yale aliyoandaa yatasibu bila ya shaka. Ana hofu gani? Na yeye si wa mwanzo. A yani, ni pupa, mambo taratibu, mara moja moja. Moyo wake uliwahi kumbeza, huogopi mwanamke? We, alijiasa Ah, toka lini hata leo, hiyo ya pili labda, si Kazija. Where are you? What is in your mind?" aliuliza mtaalamu wetu. Nyinyi mliosoma elimu yenu bure, hamjui mnakotoka wala mnakokwenda. Usinismie huh? Usiniseme, usiniseme kizungumie, si ndio mlivyotuweka tusisome tuwe wajinga mtutawale na kutuparamia maisha au sivyo? Okay. Na ku, na kuuliza una nini? hutoniliza mimi utalia mwenyewe. Ha, haya basi, haya. Na kuuliza Musa alitaja silabi moja moja, si unataka sarufi ya Kiswahili? Sarufi ndio dude gani? dude au grama? hayo jamani! Aa, aa si ulevi tu na akili zimekuruka, aka ndio ma maana yake mimi ni wazimu? Sijataja wazimu mimi hapa. Kazija alijipapatua mikononi mwa Musa na kuuliza, basi una una unafikiri nini? na kufikiria, wewe unanifikiria nini? gondo itokupata. <laughs> ngondo ngondo ngondo gani ya kufumwa na babako? Ah, damn it! Wapi ataniona mimi, hata akiniona, bwa bwa mkubwa yule afa, atafanya nini yeye? Ye, ana ya dini yake na mimi na yangu, waish shideke eh? Sasa umesema na hiyo aifanyiyo babako dini kweli, sikatai, na mimi ndo shehe mwenziwe nani wewe wewe she, shehe wangu mie. Musa alimkumbatia Kazija. hebu hebu, alijipapatua tena, usinifurukishe mie. Come on, wacha tustarehe. Utastarehe sasa hivi, ngoja tu ni ngoje nini. Musa alijaribu tena kuvamia, lakini sasa alikamata hewa. Hebu nipishe mie huko. Ala, wanawake wote si sawa. Babu, nikome kama ulivyolikoma la mamako. Nipishe! Hakuna cha nipishe sasa hivi. A, a, a, matamu hayo ha? Hebu ona haya. Ko, ko, ko. Kimya. Ko, ko, ko. Kimya. Ko, ko, ko. Mlango uligongwa taratibu. Kazija aliruka kwenye kitanda kama mkizi, akamkamata mkono Musa upesi. Alinong'oneza Kazija, upesi ingia mvunguni, ingia upesi, kwenye mwenye nyumba kaja Musa. Hakujijua, alijiona yuko mvunguni, moyo ulimwenda mbio, pumzi kifua tele, damu ilimkauka, macho kayatoa, alitetemeka. Mwenye nyumba alifuata amri mara moja akajizika mvunguni. Ndipo Kazija alipokaza kanga kifuani na nyingine akajitanda, kisha akaelekea mlangoni kulikokuwa kukigongwa. Mlango ulipofunguliwa, bwana mmoja kibarange hivi mwenye kitambi kinachochungulia kavaa koti na suruali ya lasi, viatu vya ngozi na kofia ya viua mkononi, kachukua bakora yake nakshi za vikashata na kikamatio cha pembe ya tembo, aliingia ndani kwa bashasha na tabasamu iliyong'aa usoni. Msalkiheri, bibie! Midomo ya Bwana Maksudi ilipasua kicheko. Alkiheri bwana, alitikia Kazija kwa pozi. Habari za masiku, Kazija alizidi kumwaia furaha mgeni wake. Nzuri kimwana. Za huku tu, za huku mbaya, alijibu Kazija kimoyomoyo. Nzuri bwana, nzuri. Karibu, ingawa mtu hakaribishi kwake. Karibu ya makaribisho hustahili kupata mgeni, ingawa kweli humu mwangu. Lakini kwa siku ishirini na tatu mtu akirejea kwake huwa mgeni kweli. Si ajabu Ilikuwa kama Maksuudi anamtafuta Kazija kwa Kiswahili cha ndani chenye maana kubwa, wala si uongo. Kazija alimjibisha kijembe mgeni wake. Wakapita ndani na bwana Maksuudi akajipoteka kwenye sofa. Alikwenda kitandani akachukua moja katika kanga mbili alizokwisha zifukiza, kisha akafululiza mpaka pale kwenye sofa ambapo bwana Maksuudi aliyekwisha vua kofia alikuwa kakaa. Kazija alijitupa kwenye sofa ubavuni pa Bwana Maksudi, na kwa sauti nyororo alianza. Leo nitakuvua mimi koti. Hapana hapa, ninu. Bwana Maksudi alibabaika, hebu huko. Sauti ya Kazija ilizidi kulegea. Kazija aliingia kazini, huku Bwana Maksudi akikenua kenua na kutabasamu. Aliona leo mapya, hakuwa na jingine ila kutii amri. Kazija alitoka akaenda ukumbini kwake na baada ya muda mfupi alirejea chumbani kwake. Bwana, chakula tayari. Maksudi alinyanyuka, Kazija mbele, Maksudi nyuma. Wakaenda ukumbini. Kwenye joto la vuguvugu vugu kule mvunguni, Musa baridi ya woga ilimshika na kitetemeshi kilimjaa. Mgonjwa wa baridi hafai kitu. Laiti angalikuwa nyoka au mamba, damu yake baridi ingalimshawishi kuhujumu. Lakini wapi? Alikuwa mwanadamu, tena mwoga. Hofu ilimuweza, kijasho kikamchurika. Mvunguni hakukaliki, nje hakutokeki. Kazija, Kazija wangu. Musa alisikia sauti ya baba yake ikipenya masikioni mwake. Naam, alitikia Kazija. Mchanganyiko wa mori hofu na ari ya kidume ulimtikisa Musa mzima mzima, lakini alishindwa kwanza kufanya kitu. Lakini kila muda ulipopita, nafsi yake ilibadilika, na hatimaye kayamba za Kazija na babake Bwana Maksudi, ambaye bado hajamtambua zilimfanya mtu si mtu, mnyama si mnyama, atoke au asitoke. Lo! Kivumbi! na unajua Kazija, mimi naacha yangu, namhini mke wangu kwa kukufuata wewe na wewe mpaka lini n mpaka lini hutaki, hutaki na watu na wadanganya kama wewe ni shehe na wengine na wadhulumu wafriti na udhalimu kwa wanawake na yote hayo, alisema Kazija, kisha alisita, akamtazama Maksudi. Sikiliza, dunia hii haendi bila ya pesa. Unapokuwa uki unapokuwa kiongozi, piga kelele taja kila kitu lakini unapopata nafasi ya kula kula, na mwanamke mwepesi wa kuliwa Kazija jasho lilimkatika. Alimtazama Maksudi kama vile alikuwa kakabiliana na chatu. Huyu hapa mwanamke aliyepewa moyo wa ujasiri, angaliweza kumfanya chochote mwanaume huyu, lakini Kazija aliyawaza madanganya ya viongozi kama hawa, viongozi ambao nje hujionyesha kuwa wanahisia na wananchi na kumbe ndani kwa ndani ni mahaini. Na huyu ndiye mtetezi anayetazamiwa kugombea uchaguzi? huyu ndiye atakayechukua maisha ya wanyonge mikononi mwake? Ndani ya moyo wa Kazija mlikuwa mkiwaka joto. Alitamani kufanya kitu ambacho kitamzuia Maksudi kuwadanganya watu, lakini alisita. Njia ya kumkomesha mtu kama huyu ilikuwa ndefu na ilihitaji ujasiri, pupa isingalifa. Kwa hivyo alirejea matao ya chini. Leo itatosha kwa hilo aliloliandaa kulipa kisasi cha ndugu na shoga yake Farashuu. Kazija wangu, mbona mkali? Umeyataka babu na utayapata. Kazija alijibu huku akijionyesha kutobali. Njo basi, Maksuudi alinyoosha mikono, Kazija aliukukutua. Dakika zilipita kuongeza masaa Musa bado alikuwa mvunguni, alikuwa kama mahoka. Nadhari iliyokuwa imempotea kwa muda mrefu, taratibu ilimrejea. Sasa mazungumzo ya Bikazija na Bwana Maksudi aliyasikia waziwazi, na kila alipokuwa akiyasikiliza, nafsi yake ilimshawishi kufanya jambo. Mara Kazija alipasua kicheko. Musa alifumwa na uchungu moyoni, hamasa zilimcheka. Potelea mbali! Alitoka na kuvurumia ukumbini ukumbini alisimama imara mbele ya mahasimu zake ambao walikuwa wamempa mgongo. Damu ilimpanda na kumshuka, ulevi umemruka, moyo wake ulisisimka kwa ari na ghadhabu. Yule mwanaume nani? What the hell do you think I am? Alipasuka kama radi. Bwana Maksudi aliruka na kumkabili mume mwenziwe. Kazija aligeuka taratibu, Musa alihizika Kumbe mume mwenziwe ni babake, babake Bwana Maksuudi. Bwana Maksuudi alipigwa na mshangao wa ghafla. Walikutana uso kwa uso. Maksuudi alinyongeka na Mussa alibwagika na miguu ilimnyong'onyea. Zile hamaki zake zikatafuta pahala, hakujua wapi. Kazija alikwisha simama akaanza kucharaza, mambo yameshaanza kuhongera, bado kukamilika tu. Ehe. Kazija alipayukwa, na bora ulivyotoka huko mvunguni. Bwana Maksuudi, mwanao huyo, muone mwenyewe vitimbi vyake, ndo hivi, nimemwishia e, mtoto we akishikilia tu. Au utanisuta Musa, uongo ba? Musa alitaka kumkata kauli Kazija, jituze. Kazija aliruka, mchivi we, unaotaka kunichimba mimi na bwanangu Maksuudi? Koma mwana wa kukoma! Sasa Kazija alikuwa kapania kanga na, kwa mkono wake wa kushoto katoa kidole chake cha kati, ananuizia maneno yake. Lo, utamsemesha hata bubu. Aliendelea, nimeishiwa nini hata nende na wewe? Wameshindwa watu kweli, itakuwa wewe kidude kibovu? Bwana maksuudi Alimgeukia baba mtu na kuachilia, mwanao umrudi mwenyewe ukiweza, mle umbakishe macho. Nisamehe baba, mwongo mwanamke huyu. Musa alimpigia goti babake, akasota mpaka chini ya miguu yake. Mwongo mi, Kazija alimsogelea Musa. Mwanamke kakarambuka, hampi nafasi Musa kujitetea. Kipi kilichokuleta humo mwangu? Si ukware wako tu umenikera siku ngapi? Staki bwana, we, staki wewe, ni mahar, ni maharimu yangu bwana. Aa, wapi? Umeuma mtoto mwisho, nikakutobolea wazi, mtoto we. Mimi mama yako? Wapi uchichimaa mtoto kama kijiti eh? Nikufanyeje na chadi zimezidi, kitachonipa kukuhurumia? Ndipo nilipokufanyia kizungumkuti hiki. Kataa ba baba sharapu ba, Bwana Maksuudi, hamaki zimempanda, macho kayatoa. Alivuta hatua na alipomfikia mwanawe alimsukumia teke kidevuni. Chini kitambo kidogo, halafu Musa aliyepinduka kichalichali alihisi maumivu yanampanda, alipeleka mkono kidevuni, damu ilikuwa ikimtoka, na baba mtu kakusudia. Musa akuwahi kukaa vyema, Maksuudi alinyanyua kiti na kumvurumiza nacho. Mussa upwesi alikwepa na kiti kikaanguka chini. Bado hajapata nafasi ya kuinuka, baba mtu alisogea. Mussa alijaribu kuinuka, lakini alihisi kizunguzungu. Tamaki bwana Maksuudi amemkalia juu ya kifua na vidole vyake vya mikono vimechopea shingoni pake. Mussa alianza kuhisi mdidimizo, pumzi zikaanza kumwia chache, zikazidi kuwa haba kila vidole vilivyozidi kuchopea, Musa alishika mikono ya babake imara, alizuia kwa nguvu, bali baba mtu alizidi kukaba. Musa alikoroma, kipovu kikamtoka. Toba! Kazija alijipa kushtuka. Kilikuwa kilio cha mamba ngoma aliyoanza ilikuwa inachapukia. Toba, mtauana! Bwana Maksudi utaua! Wacha ni uwe ya nini mbwa huyu kuishi? Hila moja ilimjia Musa kama umeme. Aliachia mikono yake pale ilipokuwa imeshika ya babake. Hima Musa alichopeka vidole vyake machoni mwa Bwana Maksudi. Dawa hiyo ilifaa. Bwana Maksudi alisita na mara akapiga ukwenzi, aliachia shingo ya mwanawe kwa hiari yake. Kwa wepesi wa ajabu, Musa alimsukuma nyuma babake kwa nguvu, huko Maksudi alisinukia. Musa hakujua vipi alichopoka na kanga ya kiuno na fulana ya shumizi akatokomea. Kazija alikufa kwa kicheko, alicheka mpaka machozi yakamtiririka. Muda ukapita. Maksudi alijizoa pale chini, akamwona Kazija kamchutamia mbele yake. Maskini bwanangu, umeumia. Bwana Maksudi, hamkuzaa mtoto mmetoa maradhi tumbuni. Yule si mtoto, yule si mtoto, na wewe si mwanamke. Macho ya Maksudi yalikuwa yakiwaka moto. Kazija alisimama wima, alisimama kwa ghadhabu, alimtazama bwana Maksudi kwa susuiko, susuiko ambalo Maksudi hakulifahamu. Akamwona Kazija akibedua mdomo wake. mimi kweli si mwanamke? na wewe kwako, toka lini mwanamke kuwa mtu? wangapi umewatenda? Umemsahau Farashuu na mwanawe? mwiba uchome yako ndiko utoke yako. na huu, bwana Maksudi, ni mwanzo, ni mwanzo tu. Kazija Alikupuka bila ya kumtazama Bwana Maksudi. Chumbani, Maksudi alijua kupachua nguo. Hima alizivaa na bila ya kwaheri alifungua mlango na kutoweka.